Leo tuko na makala ambayo ina title ya nini Biblia imefundisha kuhusu kufunga. Tutakwenda kujifunza kwa undani zaidi juu ya mfungo hapa. Nitaelezea kile ambacho binafsi nimefunuliwa juu ya mfungo. And uh, by the way, hii makala imekuja na muujiza wake. Huo muujiza ulitokea tarehe ishirini na moja Septemba ya mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Labda nitakwambia sasa, katika tarehe hiyo nilikuwa kanisa la Kipentekosto chini ya Mchungaji Kimei. Um, alinialika niende nikafundishe neno la utangulizi na mimi nilifika na neno la utangulizi ambalo nilipewa na Roho Mtakatifu saa sita usiku kuamkia hiyo Jumapili na neno lenyewe ilikuwa ni mfungo. Roho Mtakatifu aliniambia niwafundishe kuhusu mfungo na nikafundisha, lakini muujiza ukaja mwishoni. Baada ya kufundisha, hichi ambacho nitakufundisha hapa ndicho ambacho niliwafundisha kanisani siku ile na mwisho muujiza ukawa ni kwamba kumbe hata mtumishi huyo wa Mungu naye alikuwa ameambiwa na Roho Mtakatifu siku ya nyuma yake, kama mimi nilivyoambiwa, kwamba kanisa inabidi liingie katika mfungo. Maanake mimi nikaja nikafagia njia nikifundisha kuhusu mfungo, naye akaja, aka naye akaja aka decree aka decree juu ya juu ya nini kanisa inabidi ifanye katika mfungo, na mwishoni kabisa mwa makala hii nitajaribu kuweka hiyo voice note ya mtumishi wa Mungu akiwa kanisani ili upate first hand experience, ili uone hasa ilikuaje hiyo Jumapili mpaka uh, muujiza huu katokea. Sasa kabla sijaanza makala hii kuisoma na kuielezea, basi ningependa tusali. E Mungu, nakushukuru kwa neno hili. Tunaomba kupitia makala hii upate kufungua upeo wetu lakini pia zaidi Mungu naomba utuimpart with the truth in Jesus name amen. Kabla sijamjua Yesu kweli nilikuwa sijawahi kujaribu kufunga kwa maana sikuwahi kuelewa umuhimu wake, na mara baada ya Yesu kuniita nafsi yangu ilitamani mfungo na nikatii, nikafunga kwa siku 30. Moja ya mabadiliko makubwa niliyaona ndani ya kipindi cha mfungo ni kufa kwa tamaa ngono. Tangu wakati huo sasa, kufunga ikawa silaha yangu ya siri, na kuukaribisha mwaka 2025 nilifunga siku 21 ili kuomba baraka za kiroho katika Kristo Yesu. Na hadi leo uh, angalau mara moja kwa wiki nafunga. Uh, binafsi yani, kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano umekuwa ni mwaka wa mafanikio ambao binafsi nimewahi kuwa nao katika maisha yangu. Nimetimiza na kuvuka hatua nyingi katika kazi yangu. Nimechukua miradi mikubwa ambayo sikuwahi kufikiria inaweza kupita kwenye rada yangu na katika imani nimebarikiwa kupita kiasi. Afya yangu ya akili iko kwenye kiwango, imani yangu inakuwa siku hadi siku, na nimeepuka jumla ya ajali tatu ambazo binafsi nazifahamu ambazo zingeweza kuchukua maisha yangu. Kwa kweli mafanikio haya kwa asilimia kubwa ni majibu ya mfungo wangu wa, wa, mwanzo, wa mwaka. Yani, kuna vipengele, bulletin, nilikuwa nimeandika kabisa Mungu nisaidie hichi na hichi na hichi, na vyote vile Mungu amenijibu. Kufunga kunaweza kuonekana kuwa ni kitendo rahisi cha kujinyima chakula na kimsingi kwa kweli ni zaidi ya hiyo katika viwango vingi sana. Kufunga ubadilisha DNA yetu ya kiroho, inaongoza utambuzi mkubwa, yani discernment, na mamlaka ya kiroho hata baada ya mfungo. Na kupitia makala hii tunakwenda kujifunza mambo ya msingi juu ya mfungo, na mwisho nitakupa muongozo wa namna sahihi ya kufunga. Mm, tuangalie kipengele cha kwanza ambacho ni msingi wa kibiblia wa kufunga. Katika Biblia Takatifu, kwa mara ya kwanza neno mfungo limeonekana kwenye kitabu cha Walawi 16:29 Okay, kifungu hicho kinasema hili ni sharti ambalo mnapaswa kulifuata milele. Siku ya kumi ya mwezi wa saba nyinyi wenyewe na hata wageni wanaoishi miongoni mwenu ni lazima mfunge siku hiyo na kuacha kufanya kazi. Na hayo maagizo aliyoyatoa sio binadamu, ni Mungu mwenyewe. Hapo alikuwa akiwaambia wana wa Israeli wafunge katika ile siku ya upatanisho, mwezi ule wa Tishrei, yani mwezi wa saba kalenda ya Kiyahudi. Na waliosamehewa dhambi uh, siku ile ni wale waliofunga tu. Kama haitoshi hii siku ya mfungo ilitakaswa pia na kuwa sabato takatifu. Mwenyezi Mungu aliwaambia wana wa Israeli kwamba wapumzike siku hiyo wasifanye kazi. Tukisoma ile Walawi 16:31 inasema, siku hiyo ni siku, ni siku mapumziko kamili, nanyi mtafunga. Kanuni hiyo, kanuni hiyo ni ya kudumu milele okay. Nje ya kuifanya sabato siku ya mfungo, pia wana wa Israeli walilia na kuomboleza, huku wakilala katika majivu wakiwa wamevalia magunia kama namna kujitesa na kujisalimisha mbele za Mungu. Walikusanyika na kusoma maandiko matakatifu yaliyoandikwa katika gombo, yani yaliyoandikwa yali katika scrolls. na walifanya ibada na maombi. Kwa namna hiyo basi kwa zama za kale mfungo ulikuwa hausimami peke yake, ulikuwa, unaendana, ulikuwa unaenda sambamba na ibada maombi na kuifanya siku ya sabato. Sasa tuje katika Agano Jipya, tumeona Agano la Kale. Sasa Bwana Yesu alipozaliwa katika mwili sheria iliendelea kufuatwa lakini tofauti na wanafunzi wa Yohana Mbatizaji na Mafarisayo wanafunzi wake hawakufunga. Hiyo ni kulingana na Mathayo 9:14. Unadhani ni kwa nini? Na ukumbuke Yesu huyo huyo kwenye Mathayo 5:20 aliwaambia wanafunzi wake, uadilifu wao usipozidi wa Mafarisayo, hawaendi mbinguni. Mafarisayo walifunga hata hivyo. Eh? Jibu la kwa nini wanafunzi wake hawakufunga linapatikana kwenye Mathayo 9:15 mpaka 16. Nitasoma: Yesu akawajibu je, Ye, walioalikwa harusi ni utakiwa kuomboleza wakati bwana harusi yuko pamoja nao? La hasha! Lakini wakati utafika ambapo bwana harusi ataondolewa kati yao, wakati huo ndipo watakapofunga. Watu hawatii kiraka cha nguo mpya katika vazi kukuu, maana kiraka hicho kitararua hilo vazi kukuu, na pale palipokuwa pameraruka pataongezeka. Jibu la Yesu nitalifafanua kwa upana wake katika vipengele viwili, ili uelewe nini hasa ilikuwa maana yake. Katika kipengele cha kwanza sasa, bwana harusi kuwa pamoja nao alikuwa anamaanisha nini? Inakupasa kwanza ufahamu kwamba ujio wa masihi kwa mara ya kwanza ni ishara ya karamu, wakati wa faraja na kusherehekea, kama ilivyotabiriwa na nabii Zakaria, katika ile Zakaria mbili kumi na Zakaria 9:9 labda nikusomee hapa Zakaria 9:9 Biblia inasema Shangilieni sana enyi watu wa Sioni, pazeni sauti enyi watu wa Yerusalemu. Tazama mfalme wenu anawajieni, anakuja kwa shangwe na ushindi. Ni mpole amepanda punda na mwana punda mtoto wa punda. Sasa hapo cha kusisitiza ni anakuja kwa shangwe na ushindi. Kwa hiyo hapo unaona kwa kwamba ulikuwa ni wakati wa faraja na wa kusherekea, na kumbe basi kuna wakati wa kula yani wakati wa kufeast ndio wakati wa kusherekea na kuna wakati wa kufunga wa kufast. Vyote ni vitendo vya kimwili ila vina maana takatifu ya kiroho. Ndio maana hata muujiza wa kwanza wa Yesu kurekodiwa kwenye Biblia alifanya kwenye harusi ya Kana. Eh, tukisoma ile Mathayo pia 22:1 mpaka 22 tunaona Yesu anatumia fumbo kufananisha ufalme wa mbinguni na mfalme aliyemwandalia mwanawe karamu ya harusi. Hapo Yesu alikuwa akionyesha wanafunzi wake kwamba yeye ndiye mtoto wa mfalme, yupo duniani kuwaalika kwenye karamu yake mbinguni, ingawa hata duniani atafanya karamu na mwisho siku ya Pasaka, itabaki ni ukumbusho. Yaani hata kula nao tena, mpaka ile karama ya mbinguni. Umeona? Kumbe ilibidi wanafunzi wa Yesu wafanye karama na Bwana Yesu mara kwa mara ili kuandaa na sakramenti ya mwili na damu yake. Yohana ile sura ya sita imetupa taswira kamili kwamba ni lazima tule mwili wake na tunywe damu yake ili tuwe uh, na uhai ndani yetu. Eh, nitasoma sita hamsini na tatu mpaka hamsini na nne. Yesu akawaambia, "Kweli nawaambieni msipokula mwili, mwili wa mwana wa mtu na kunywa damu yake, hamtakuwa na uhai ndani yenu. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu ana uhai wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tuje kipengele cha pili. Kumbuka nimesema nitagawa sehemu mbili. Ya kwanza nimeelezea bwana harusi kwa pamoja nao. E, kumbuka najaribu kuelezea hii Matayo tisa kumi na tano. Tuje kipengele cha pili. Fumbo hili linaendelea mpaka mstari wa kumi na saba ambao ulielezea viriba na divai, ila maana yake bado ni moja. Maana ya mafumbo haya kiufupi ni hivi, Yesu anatangaza agano jipya kulingana na Yeremia 31:31 31 mpaka 34, ambalo Mungu aliahidi kulileta. Haya nitakusomea hiyo ya uh, Yeremia 31:31. Uh, Biblia inasema mpaka 34. Biblia inasema Mwenyezi Mungu asema: siku zaja ambapo nitafanya agano jipya na watu wa Israeli na watu wa Yuda. Agano hili alitakuwa kama lile nilofanya na wazee wao nilipowatoa kwa mkono wangu kutoka Misri. Agano hilo walilivunja, ingawa mimi nilikuwa bwana wao. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Baada ya siku hizo nitalifanya agano lifuatalo na wana wa Israeli, nitaiweka sheria yangu ndani yao na kuiandika katika mioyo yao. Mimi nitakuwa Mungu wao na wao watakuwa watu wangu. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Wala haitawabidi kufundishana na kusema, mjue Mwenyezi Mungu wote, kwa sababu wote wadogo kwa wakubwa watanijua mimi Mwenyezi Mungu maana nitawasamehe makosa yao. Hiyo wa wa Masihi, Masihi hata jenga juu ya msingi wa zamani atakuja na mwongozo mpya. Hiyo ni kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu aliahidi kwenye Isaya 42:4 ambayo nitasoma. Yeye hata fifia wala kufa moyo, hata atakapoimarisha haki duniani, watu wa mbali wanangojea mwongozo wake. Tukirudi kwenye kifungu chetu cha Mathayo 9:15 mpaka 16, Yesu hakufuta mfungo katika gano jipya. Bwana Yesu ametufundisha kufunga ila, tofauti na zama zile, kaupa mfungo wetu maana mpya. Sasa hapa nitakwenda kukuambia uh, maana mpya ya mfungo katika gano jipya. Baada ya Yesu kupaa, wanafunzi walifunga lakini ilikuwa ni kwa ajili ya kusudi la kiroho la sadaka kwa kwa wakfu na kumwekea Mungu kama kipaumbele si kama kitendo cha kujihesabia haki. Kwa nini basi? Ni katika agano jipya hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria bali kwa imani kwake Yesu Kristo yenye kulingana na Galatia 2:16. Hii ndio maana mpya ya mfungo na matendo mengine ya kiadilifu. Yesu alitufundisha, nitakusomea Luka 18:9 mpaka 14. Akawaambia mfano huu, watu waliojiamini ya yakuwa wao ni wenye haki wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja farisayo, wapili mtoza ushuru. Yule farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, E Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi ni si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipigapiga kifua akisema, E Mungu uniwe radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, Yesu sanasema nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa naye ajidhilie atakwezwa. Kitabu cha Matendo ya Mitume kimerekodi waumini katika kanisa la awali walifunga kama sehemu za ibada zao, na kila mara walipotaka kufanya maamuzi muhimu kama vile kuchagua wazee na kubariki juhudi za uinjilisti. Utasoma Matendo ya Mitume kumi na tatu mbili na kumi na nne ishirini na tatu. Kuhusu waumini wa leo, tunapaswa kufunga ikiwa kweli tunahitaji kumkaribia mwenyezi Mungu. Kumbuka waraka wa kwanza wa Yohana sura pili mstari wa tatu mpaka wanne, inatutaka tufuate mafundisho ya Yesu kama kweli ipo ndani yetu, na kwa kuwa yeye aliwafundisha wanafunzi wake wafunge akiondoka, basi hatuna budi tufanye, ila sio kama amri ya kanisa, bali Roho Mtakatifu akikuongoza katika mfungo. Tusiifanye migumu mioyo yetu. Sasa tuangalie vipindi vya kufunga na faida zake. Kufunga kunaweza kuonekana kama namna fulani ya kumfurahisha Mungu lakini sivyo. Mnufaika namba moja wa mfungo ni wewe na Mungu alikuumba ili wakati fulani ufunge, ili upate kustawi sana. Katika sehemu hii tunakwenda kutazamia faida za kufunga. Faida ya kwanza, kufunga utaongezea mamlaka ya kiroho katika maombi na vita za kiroho. Yaani maneno tunayozungumza wakati ule yanakuwa na uzito na nguvu. Mamlaka haya hayapatikani kwa matokeo ya malipo baada ya mfungo. No, tayari yametolewa. Mamlaka yanatoka kwa Yesu. Nguvu ya mfungo inavunja minyororo ya giza katika ulimwengu wa kiroho. Minyororo hii inawakilisha uraibu, lana za vizazi, ukandamizaji wa kiroho na kadhalika. Wakati wa mfungo sasa, ibada zetu hubeba harufu maalum mbinguni tukisali. Hii nguvu na mamlaka ndiyo ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake wangehitaji kwenye kumponya mtoto mwenye kifafa kilichotokana na pepo. Kwa maneno yake Yesu aliwaambia wanafunzi wake, pepo na namna hii hawezi kuondolewa ila kwa sala na kufunga. Mathayo 17:21 hiyo. Tunapofunga tunasukuma moyo wa Mungu, sio kwamba tunavuna upendo wake kama nilivyosema hapo awali, kwa maana tayari tunao kikamilifu. Kufunga utengeneza madaraja ya kiroho, hutengeneza njia ya kuu za nguvu zake kutiririka. Wakati fulani, Roho Mtakatifu anatuita tufunge, si kwa ajili ya matokeo ya mara moja tu, bali kututayarisha kwa ajili ya majira ya mbeleni. Kufunga huwaimarisha watu kiroho kabla hawajahitaji nguvu hizo. Bwana Yesu kabla hajaanza kuhubiri habari njema alibatizwa mto Yordan akajazwa Roho Mtakatifu na kisha akafunga kwa siku 40 huku akijaribiwa na shetani. Kumbe kufunga kunatuhakikishia ushindi juu ya vita na majaribu ya sasa na yajayo. Juu ya ushindi tunaona jinsi mfungo ulivyohusika kwenye kuapa ushindi Israeli dhidi ya kabila la Wabenjamini. Okay, hiki ni kisa fulani cha Suria wa Mlawi alipotendewa uovu na Wabenjamini. Ilisababisha vita kali kati yao na makabila mengine ya Israeli na Wabenjamini walionekana kushinda kama mara mbili. Baada ya makabila mengine ya Israeli kufunga katika ile mara ya tatu kwa siku moja na kutoa sadaka walipata ushindi. Tukiendelea, faida ya tatu, kufunga hutusaidia kuisikia sauti ya Mungu kiwepesi, kunyima mwili ustawi wake na kupa ustawi roho, kuzibua sensi zetu za rohoni. Tukisoma agano la kale katika kitabu cha Kutoka 34:27 mpaka 28 tunamwona nabii Musa akifunga siku 40 mchana na usiku, hakula chakula wala kunywa maji. Na ni katika wakati ule alikuwa akipokea amri kumi za Mungu. Tuje faida ya nne, kufunga huimarisha afya zetu. Tukisoma Isaya 58:11, Mungu anaahidi kwamba tukifunga kama atakavyo yeye, basi anatuimarisha afya zetu. Kwenye Biblia tunamuona nabii Ana pamoja na umri wake, kwenda miaka alikuwa 84, alikuwa akimwabudu Mungu, akiomba na kufunga maisha yake yote. Hata Danieli na wenzake Shadrach, Meshach na Abednego walijinyima chakula kizuri cha mfalme, lakini bado mwishowe wao walinawiri kuzidi ukifahamu mwili wako haukuumbwa kula kila siku mara tatu. Walioumbwa kula hivyo ni wanyama kama ng'ombe, wana tumbo lenye sehemu nne lenye ufanisi mkubwa wa mmeng'enyo kutuzidi sisi wanadamu. Wakati wa kufunga sasa, mwili huanza mchakato unaoitwa autofaji. Hii ni hali ambayo seli huondoa sehemu zake zilizochoka au kuharibika na kuzitumia kama nishati. Hii husaidia kusafisha mwili na kuzuia magonjwa kama kisukari, magonjwa ya moyo na baadhi ya saratani. Naoje faida ya mwisho ambayo nimeorodhesha hapa. Kufunga ni kusii Mungu rehema zake. Tukisoma Yoeli 2:13 mpaka 15 inatufundisha kwamba wakati Mungu anapotangaza hukumu kwa kumsogelea kwa moyo wa toba, yaani kufunga, kulia na kuomboleza, tunaweza kumwomba aiondoe hukumu hiyo. Aiondoe hukumu hiyo kwa kuwa ye ni mwenye neema mwenye huruma si mwepesi wa hasira na mwingi wa fadhili zenye upendo. Mfano Waninawi, baada ya kujawa moyo wa toba, Mungu aligairi kuangamiza kama Sodoma na Gomora. Soma ile Yona 3:10. na hata Mfalme Ahabu, hukumu yake ikaahirishwa baada ya kufanya toba. Soma Wafalme wa Kwanza sura 21 mpaka amini, sura 21 mstari wa 29. Sasa hapa tutakwenda kuangalia kiini cha hii makala, jinsi ya kufunga, na hapa hii nitayokwenda kukutajia itumie kama template. Sasa hii makala kabla sijaanza kuiandika nakumbuka Roho Mtakatifu alianza kwa kunipa template ya mfungo wa kweli. Bas na mimi kabla sijaanza kukuandikia namna ya kufunga kwanza inakupasa nawe upitie template hiyo hiyo ambayo inapatikana katika kitabu cha Isaya hamsini na nane tatu mpaka kumi na mbili kisha vipengele sita ambavyo vitakusaidia wewe kufanya mfungo mzuri na mfungo ambao una uongozi wa Roho Mtakatifu. Tunaanza kipengele cha kwanza. Kabla ujaanza kufunga, mwombe Roho Mtakatifu akuongoze kama ni wazo lako. Ila kama tayari umetiwa muhuri na Roho Mtakatifu, yeye ndiye atakayekuongoza kuingia katika mfungo, kisha weka muda maalum wa maombi, wala usii saa kila session. Mimi huaga sili chakula cha asubuhi na mchana na hata maji hayagusi ulimi wangu asubuhi mara baada ya kuamka, ninaanza na sala na kuimba nyimbo za Zaburi kwa walau nusu saa, kisha saa kumi na mbili jioni nitarudia, ila kwa lisaa na saa sita usiku kwa lisaa na nusu au zaidi. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya ishirini, ishirini na moja mpaka ishirini na mbili inasimulia hadithi ya Yehoshafat ambaye aliamuru Yuda yote ifanye mfungo baada ya kusikia adui zake wameungana wamwangamizi. Akiwa anatumainia msaada wa Mungu msafara wake kwe, akiwa anatumainia msaada wa Mungu, msafara wake kwenda vitani ulitanguliwa na waimbaji kwanza, na sio jeshi. Yani, jamaa aliweka waimbaji mbele. Hao waimbaji walimsifu Bwana, mshukuruni Mwenyezi Mungu maana fadhili zake za dumu milele. Na walipoanza kuimba na kusifu, adui zao sasa walivurugwa akili na Mungu mwenyewe, kisha wakauana wenyewe kwa wenyewe. Sasa hapo unaona kitu, sifa ilikuwa shambulizi kwa adui, yani kumsifu Mungu ilikuwa ni shambulizi kwa adui tayari. Yani ushindi wao ulipatikana kwa wimbo, sio kwa nguvu ya jeshi. Sasa sifa ni wimbo unaowafanya mapepo wakae kimya. Ibada kama nilivyosema, ni harufu ni fragrance. inawafanya wakimbie. Kwa hiyo hapa najaribisha kukusisitizia wewe kuimba zaburi na kusifu sana katika wakati huu wa mfungo. Kipengele cha pili, mfungo wako jaribu kuweka siri, hiyo ni kulingana Matayo sita kumi na sita usitangaze kwa yeyote, kwa ndugu yako wa karibu sana au mke wako au mume wako au watoto mfungo wako ni ngumu kuwa siri kwao obviously. Hivyo unaweza kuwashirikisha ikiwa lengo lako sio upokee utukufu kutoka kwao. Vile vile, kwa kuhani wako wa kanisa au mpendo wa mwenzako wa imani moja na wewe, unaweza kuwashirikisha mfungo wako ikiwa lengo lako sio kupata utukufu kama nilivyosema pia, bali kumhamasisha naye aweze kufunga. Tuje kipengele cha tatu, ingawa wengi watasisitiza tu kufunga na kusali, mimi nitakusisitizia kusoma neno na kulitafakari usiku na mchana kwa maana hiyo ndio maana halisi ya mfungo, kunyima mwili ili kuishibisha roho neno la Mungu, kama ambavyo neno la Mungu linasema katika Kumbukumbu la Torati 8:3 ambayo nitasoma mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali kwa bali huishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Hata Yesu katika mfungo wake wa siku 40 alimshinda Shetani, sio kwa maneno yake ya kinywani, bali alitumia neno la Mungu, Kumbukumbu la Torati. Na wewe basi fanye sawa. Tuje kipengele cha nne, usiutumie mfungo kama fursa ya kuokoa pesa. Hakikisha kile kiwango cha pesa unachokitumianga kwa ajili ya chakula unawapa wahitaji wale uh, kwa niaba yako. Kama ni mahala ambapo sha yako ya chakula inaandaliwa, basi usigairi kuichukua, ichukue ila kwa siri, mpe mtu mwingine ale kwa niaba yako. Toa sadaka, saidia maskini na wajane, yani usije ukasema mimi leo siri kwa sababu nimefunga, ukawaambia hata watu eh, labda ni kazini, niwape baada ya kuchukua chakula alafu, then mpatie mtu ambaye anahitaji. Kipengele cha tano, kaa mbali na, yani, eh, na mazingira hatarishi mazingira ya vishawishi hiyo, eh, ni kuperuzi simjanja kukiwepo nazungumzia, na uchunge ulimi wako. Kama ni mwanandoa, jizuie kwa kiwango kikubwa au chote kukutana kimwili na mwenzi wako, ila usifanye hivyo bila kukubaliana. Kumbuka ushauri wa mtume Paulo kwenye waraka kwanza wa Korinto 7:5 anasema, msinyimani haki zenu isipokuwa kama mnaafikiana kufanya hivyo kwa kitambo tu, ili mpate nafasi nzuri ya kusali, kisha rudianeni tena mara kisha rudianeni tena mara, ili shetani asije akawajaribuni kwa sababu ya udhaifu wenu. Usiwe mtu wa kuhangaika hangaika na kuzurura huku na kule. Jaribu kutokurandaranda kwenye mitandao ya kijamii, maana shetani ametega mtego wake huko huko akunasa. Vile vile jitahidi kujizuia kuzungumza kupita kiasi. Mithali 10:19 inasema katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu, bali yeye azuiaye midomo yake ufanya akili. Hivyo basi, bali itafute faraga ya wewe na Mungu wako kwa kutafuta sauti ya Mungu kupitia kusoma Biblia kama nilivyosema hapo awali. Kipengele cha mwisho hicho usifidie pale unapofikia wakati wa kufuturu, kama mfungo wako ni wa siku nyingi au unafunga kula milo miwili. Mfungo sio kuhamisha mlo wa asubuhi na mchana na kupeleka jioni, la. Wakati wa kufunga usisaze chakula. Kwa kufidia mlo wa asubuhi na mchana. Ukifanya hivyo utakuwa utendi dhambi, lakini mfungo wako unaweza usiwe na matokeo makubwa kama uh, wa yule ajizuiaye kweli kweli. Na kama Roho Mtakatifu atakuongoza ufanye hivi basi pia epuka vyakula vitamu vya anasa unavyovipenda. Ukifanya hivi itakusaidia wewe kuto kujiandaa na kuiazia hiyo futari wakati wa mfungo. Danieli alikuwa ni mtu aliyejinyima vitu vitamu wakati wa mfungo na hatimaye mfungo wake ukawa na matokeo makubwa. Sasa hapa nakuja kipengele kingine, jinsi ya kushinda uraibu yani addiction kupitia mfungo huu. Yaani, huu mfungo ukiutumia vizuri, utashinda uraibu, utashinda addiction yoyote ambayo uko nayo katika maisha yako. Ukombozi hauanzii madhabahuni, huanzia kwenye hamu yako. Huwezi kukiondoa kile unachoendelea kukilisha. Ukilisha tamaa yako ya zinaa, usishangae unapota unazini zini. Yakobo moja kumi na tatu mpaka kumi na tano inatukumbusha kama, mtu akijaribiwa asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na uovu wala yeye hamjaribu mtu yoyote, bali mtu hujaribiwa anapovutwa na kunaswa na tamaa zake mbaya. Tamaa ikiiva huzaa dhambi, nayo dhambi ikikomaa huzaa kifo. Kwa hiyo wengi wetu tumetawaliwa na mifumo ya kipagani, maisha yetu yametawaliwa na usasa, eh, intaneti, mavazi yasio na star, mtazamo wa kipagani na vyakula etc, hapo kwenye mtandao. Sasa wengi wetu tumekuwa tukishinda mtandaoni, kimombo tunasema bila kuwa na jambo la msingi la kufanya na mwisho wa siku tunajikuta tunadondokea kwenye tovuti chafu au tunakaa masaa kwenye mitandao ya kijamii. Kijana hawezi kuishi bila kupeluzi ama bila kupost status, iwe ameenda kanisani au hospitalini, yani kila kitu nataka share. Sasa aina hii ya maisha yanaongeza kelele kwenye masikio yako kwa namna ya hatari sana, unaacha kusikia sauti ya Mungu. Ndio maana mfungo huu una nguvu, unabomoa madhabahu zilizojengwa na kuabudu mapepo kutokana na tabia sasa swala siyo muda gani unaweza kukaa bila chakula, bali ni kukataa kuruhusu chochote maishani mwako kinachowezesha au kinachofadhili kile Yesu alikuja kukifanyaje? Kukisulubisha. Katika Yoeli 2:12 mpaka 13, nimeshakusomea lakini, nitasoma tena. Mungu wetu anatuasa. Nirudieni kwa moyo wote, kwa kufunga kulia na kuomboleza. Kwa maneno mengine, Mungu havutiwi na mbwembwe za nje, kimombo tunasema outer show, anasukumwa na kujisalimisha kwa ndani, yani ina surenda sasa wengi wetu ni wataalamu wa toba ya nje, tunatoa machozi yanayokauka haraka, tunaomba msamaha bila mabadiliko, ibada ambayo haibadiliki kamwe kuja kuwa utii. Lakini aina ya kufunga inayoharibu mapepo wa addiction ndiyo inayokufanya uitoe nafsi kwa Mungu na upitishwe kwenye moto, kitendo ambacho ni kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Mungu anasema katika ile Zakaria 13:9. Theluthi hiyo moja itakayosalia nitaijaribu na kuitakasa, kama mtu asafishavyo fedha kama mtu asafishavyo fedha, naam kama ijaribiwavyo dhahabu. Hapo wao wataniomba mimi, nami nitawajibu, nitasema hawa ni watu wangu, nao watasema Mwenyezi Mungu ndiye Mungu wetu. Ndio maana nimesisitiza kusoma na kutafakari neno wakati huu, ili ukae ndani ya Yesu na maneno yake akae ndani yako. Soma Yohana 15:7, Waefeso 1:13, natukumbusha jinsi kuisikia injili na kumpokea Yesu eh, vinavyokwenda sambamba na kupigwa muhuri na Roho Mtakatifu. Wacha nikuulize kitu nini kinacholisha mwili wako? Je, ni kuperuzi mitandao ya kijamii ambako mwishowe hukujaza roho ya wivu, hasira na hisia ya kujiona hujafanikiwa? Je, ni muziki wa kidunia unaotukuza uh, una tamaa na vurugu? Je, ni kutaka attention ya watu kupita kawaida, au labda ni kuchati usiku na crush wako? E, mazungumzo ambayo yanaonekana kuwa hayana hatia, lakini yanafufua mapepo uliokombolewa uh, Unajua, algorithm za mitandao ya kijamii zinashibishwa na vidole vyako vinavyopangusa screen. Yani kwa kupangusa kule, kuna pangusa hata ile anointing au tunasema upako wako. Basi nakwambia dhairi, achana haya kabisa. Yani hiyo ni sumu, yani haya yote ni sumu ya nyoka, epukana nayo kabisa. Daniel alielewa kabisa kanuni hii. Huko Babiloni, akiwa amezungukwa na anasa za kila aina, alichagua kubaki safi. Danieli moja na nane nasema, Danieli alikusudia moyoni mwake kwamba hata jitia unajisi kwa sehemu ya chakula cha mfalme mm. Alikataa kushiba Ubabiloni, na kwa sababu alikataa kulisha mwili wake, Mungu alimlisha hekima ya Kimungu. Maandiko yanatuambia kwamba yeye na wenzake walipatikana na hekima mara kumi kuliko wachawi na wanajibu wote wa wa Babiloni. Namaliza kwa kusema hivi, kila wakati unapokataa mwili wako unafilisi ushawishi wake. Kufunga kutokana na ushawishi wa kidunia si utumwa. Ni mpaka unaponyamazisha kelele za ulimwengu huu, unaamsha minong'ono ya Roho Mtakatifu ndani yako. Haleluya jamani, haleluya. Mtumishi wa Mungu amekuja hapa, nasoma, anasema la leo la utangulizi ni nini, anasema ni kufunga. Jamani, Bwana Yesu asifiwe, amen. Sasa mimi sikuwa nimezungumza naye chochote, isipokuwa nilikuwa nime- nime baada ya kumwambia na Jumapili leo aje aendelee kutu- kutuambia kile ambacho Roho Mungu ameweka ndani yake, baada ya hiyo neema kubwa iliyoko naye sasa hivi, nikawa nime- nimemconnect kwenye ibada ya Jumapili kama atasimama na kusema neno. Sasa baada ya kumconnect, kitu ambacho kimetokea ndio hiki. Hebu soma, tusome hapo, anzia kitu cha juu kabisa tangazo tangazoaza uh -huh. so, tu ibada ibada ya Jumapili tarehe ishirini mwezi wa tisa ishirini ishirini na tano nimenania, ehe tangazo maombi ya kufunga siku saba masaa uh -huh. kumi na mbili uh -huh. maombi ya kurudishwa kurudisha uh -huh. na kurudishiwa uh -huh. Zaburi mia moja ishirini na sita mstari wa kwanza mpaka wa pili ndio Yoeli mbili ni kule kule, tutunaenda mstari wa kumi na mbili hadi kumi na tatu na mstari wa ishirini na tano ndio Yeremia ishirini na tisa mstari wa kumi na mbili mpaka wa kumi na nne Isaya arobaini na mbili mstari wa ishirini na mbili ndio angalizo hayana nguvu bali kile unachosema wakati unachoomba ndio kina nguvu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu gani ambacho nilikuwa nataka ni kuonyeshi ni kwamba wakati sijamwambia tunataka kuingia kwenye ibada ama kwenye kipindi cha maombi ya kufunga, tayari Roho Mtakatifu amemuongoza. Kitu gani kinaendelea kwenye madhabahu? Hebu mpingie Roho Mtakatifu makofi. Ongeza tena hayatoshi, jamani, hayatoshi Haleluya. kwa hiyo sasa, Roho Mtakatifu ananithibitishia kwamba yani, huyu jamaa yuko sawa na anatembea na wingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, kuna wakati mwingine kipimo sahihi cha kuona kwamba huyu mtu tunatembea pamoja, anakwenda na wingu la Roho Mtakatifu ni ile kusikia akati amesimama kwa Roho Mtakatifu, anasema kile kitu ambacho tayari ametuika kwenye malalama